Sasa mnisikilize, wewe ndio project manager, wewe store keeper, manake mambo yote yanayoendelea hapa nyinyi mnajua, si ndio? Tupo sawa sawa, hakuna kitu kinaenda tofauti hapa, tupo sawa. Material zote zinazotakiwa kuletwa hapa zinakuja kwa wakati na zinazohitajika na zinazohitajika. Sihotech ndio mkandarasi, mkurugenzi wa Sihotech Ndoe haya, nyinyi mmemwandikia, mmemwandikia project manager barua mkimuuliza. Nisome kidogo, nisiwachoshe. Mmesema misappropriation of the company fund amounting shilingi milioni 117 laki sita sabini na tano elfu na mia tano. Barua hii mmeiandika nyie, na mmemwandikia project manager, mmemu email whatever, lakini mmemwandikia, si ndio?